kwa jina la Yesu fungua mikono yako huyo, sema tatizo sugu so, hujaelewa hiyo sauti, mimi siipendi sema tatizo sugu so, sema tatizo sugu so, leo leo, limekaa muda mrefu, konekshoni yoyote kwenye mwili wangu, kwenye masikio yangu, pepo kiziwi toka, toka, toka, toka, toka. Toka, toka, toka, toka! Shida sugu kwenye biashara, maro ya giza yanaachana na biashara yako, yanaachana na kazi zako. Sema leo, sema leo, sema leo tatizo sugu kwenye familia ya kwetu inachana na familia yetu. Toweka, toweka, toweka, toweka, toweka, toweka moto wa Yesu

leta ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka, sema toaeka poeka poeka poeka. Kwa jina la Yesu, Mungu anataka kuponya leo kila shida ulioingia nayo leo ushirudi naye. Wanatoka kwenye tumbo lako, waliweka makao kwenye kizazi, waliweka makao kwenye kichwa, wakaweka makao ni kwenye miguu. Toka ndio ndio ndio ndio! Moto moto! Nguvu zako zinakuishia, nguvu zako zinakuishia, nguvu zako zinakuishia, nguvu zako zinakuishia. Sema toweka Toka ujaelewa! Sema, shida niliyokuja nayo leo sintatoka nayo leo. Sema, shida niliyoingia nayo leo sintatoka nayo leo. Sema, matatizo ya muda mrefu, leo napokea muujiza wangu. Toka! Toka! Ulimeza mali yangu, utaitapika. Toka! Kuna familia ninayoongea inaachiwa wanachia ule baba yako aliyokuchukia, ninavyoongea hapa. Sante Bwana, sante sante Jehova. Hautafanana na matatizo ya muda mrefu, hautafanana na vita ya kifamilia. Sema matatizo yaliyoshindikana ndani ya familia yetu, ndani ya afya yangu, sema leo kwa jina la Yesu yanaondoka. Mungu anaingilia kati, Mungu anaingilia kati. Sante Yesu, ninaomba kuani ambaye uko hapa, ninaomba mwamini ambaye uko hapa, kuna kitu kikubwa sana Mungu anakifanya majira haya. Usifanye moyo wako mkavu, usifanye mtu akusikilizia. Ingia rohoni, toka kwenye huo mwiti. Kuna utaratibu Mungu anautembeza hapa na kuna watu wanatolewa chini, wanapandishwa juu, wanatolewa kwenye shimo la uharibifu, wanatolewa kwenye shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi wa ile nyumba yao, wa ule mtaa wao. Sema matatizo sugu ndani ya familia yaliyokaa muda mrefu, kuanzia sasa, yakateka familia, yakaharibu familia, sema leo naachana naye kwa damu ya Yesu, achia roho ya mateso, roho ya umaskini ya muda mrefu kwenye familia, achia achia, achia, achia, achia, achia achia, achia, achia. Achia, achia. Wakati unasema naongea na ungeana, hayo magonjwa, magonjwa ya kiuno, magonjwa ya miguu, magonjwa ya nyonga, achia, achia, mapaka yanakuachia, roho ya simba inakuachia, roho ya giza inakuachia, hayo mapaka yanaondoka, hayo mapaka yanapigwa. Nasema kuna vita inapigwa, inapigwa, inapigwa. Mapaka yanapambana, yanaondoka yanatek hayo mapaka yanararuriwa yanararuriwa. Moto, moto, roho ya paka inatoka inaungua inateketea inakamata. Achia paka, paka za kichawi zilikuja na wewe zikakutana na wewe zinaangamizwa zinateketea. Nasema roho ya paka, waliokutumia paka wanakamata wanaondoka wanaangamia wanateketea sema! Leo sema! Leo sema! Leo aliyevaa sura yangu, sema leo, aliyekaa ndani ya sura yangu kwa miaka mingi, kwa muda mwingi, kwa miezi mingi, sema sasa hivi, anaachia sura yako, anaachia sura yako, anaachia sura yako, anaachia sura yako, anaachia sura yako anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia sura ya anaachia anaachia anaachia anaachia anaachia anaachia anaachia anaachia ka mambo mazito yanatokea. Sura ya paka inatolewa inarudishwa sura ya kibinadamu, ndio ndio, sura ya paka inatolewa, inarudishwa sura ya kibinadamu, ndio ndio, sura ya paka inatolewa, inarudishwa sura ya kibinadamu, ndio sura ya paka, ndio ndio, sura ya paka inatolewa, ni kama paka uende unaaga io unaaga io unaaga una unamwachia unamwachia na mtoto wake sura ya paka kazini inatoka. Ulimvisha sura ya paka, ulimpa sura ya paka, ulimwekea sura ya paka. Ondoka, ondoka, ondoka, ondoka ondoka ondoka ondoka, ulivyomfungia ulivyomfungia, vinaondoka ulivyomfungia, vinaondoka ulivyomfungia, vinamwacha vina, sura ya paka inatoka inatoka kwa mama, inatoka na kwa mtoto, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema leo ana aka agano la majini, mlimbebesha vitu kwenye kichwa Mlibebesha kinu kwenye vichwa, mlimetoa vitu kwenye vichwa. Toka, toka, toka, toka, toka, toa vitu kwenye vichwa, toa vitu kichwani, toa vitu kichwani, toa kitu kichwani, toa vitu vichwani, toa kwenye kichwa, toa kwenye kichwa. Kuni mlizombebesha ini, toka, toka kwenye kichwa, ini toka, toka kwenye kichwa, toka kwenye kichwa toka kwenye kichwa, toka kwenye kichwa, toka kwenye kichwa, toka toka, toka, toka, toka, <tie> <tie> toka toka toka <tie> toka <tie> toka ndio, <tie> toka kichwani! Nguvu zako zinakuishia, lala lala, usingizi. Sema leo hujaelewa, sema leo, sema leo, leo matatizo ya muda mrefu leo yananiachia kwa damu ya Yesu aliyehapa njoo huku, naniangalia, wakati unakuja, adui aliyekuwa muda mrefu hatafika hapa. msema Yesu nisaidie, sema Yesu nisaidie, sema Yesu nisaidie. Sema vita yoyote ya muda mrefu kwenye biashara yangu Sema leo inaisha kwa damu ya Yesu aliye hai! Sema muda wa vita kwenye biashara inaisha kwa damu ya Yesu aliye hai! Sema potea, potea, potea, potea, potea kwa jina la Yesu aliye hai! Ndiyo, Mali popote panapokuuma, hebu pashike haraka haraka, fumba macho yako. Sema mateso na maumivu ya mwili ya muda mrefu, sasa hivi hapa yanaondoka. Sema kwa mara ya kwanza, yanaondoka kwa jina la Yesu adeha. Sema vita ya maumivu ya mwili, sema kwa jina la Yesu toweka. Toeka, toeka! Kwa jina la Yesu toka, kamata! Hivyo hivyo, ndio kuwa na imani, maumivu yanatoka. Kuwa na imani, maumivu yanapotea. Ma, yanapotea, yanapotea, yanapotea, jina la Yesu. Ndio navyoongea kuna ugonjwa kwenye shingo unatoka, kuna ugonjwa kwenye shingo unatoka, kuna ugonjwa kwenye miguu inatoka, kuna ugonjwa kwenye macho unatoka, kwenye ugonjwa kwenye kiuno, moto, pokea Jesus. Navyokwambia unasikia nguvu inashuka isivyo e kawaida, likini e, utasikia miguu inatetemeka, inatetemeka inatetemeka inatetemeka inatetemeka inatetemeka, wengine inatete, utasikia shingo inachiwa inachiwa inachiwa inachiwa inachiwa inachiwa, hachia ina shingo, kwa muda mrefu umeteseka, toka. Nguvu ya Mungu inashuka, nguvu ya Mungu inatembea nguvu ya Mungu inatenda, nguvu ya Mungu inawezekanika, inafanya maajabu. Ninavyoongea kuna uponyaji unatembea kiti kwa kiti, kiti kwa kiti, eneo kwa eneo. Unaloumwa, fumba macho yako, pokea. Utashangaa shingo inaachia sasa hivi, utashangaa miguu inaachia sasa hivi, utashangaa tumbo linaachia sasa hivi, utashangaa macho yanaachia sasa hivi, wa uponyaji pokea. Tayari kuna watu wamepona, ndio nasema tayari kuna watu wamepokea uponyaji tayari, kuna watu wamepokea uponyaji, wengine viuno, wengine miguu, wengine macho, wengine vifua, wengine magote. Sema, sema, nimeponaka, nimepona, nimepona pia wengine kwenye shingo zao wanasikia kama kuna mzigo unatolewa, ni mzigo unatolewa, kama kuna mzigo unatolewa, kama kuna mzigo unatolewa, kama kuna mzigo unatolewa, kama kuna mzigo unatolewa. Wengine kwenye magoti yao wanaona kama kuna matofali yanatolewa, yanatolewa, yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa yanatolewa. Kwa jina la Yesu, aeh, unaponywa na Yesu, unaponywa na Yesu, unaponywa na Yesu, Yesu, unaponywa na Yesu mkono misi za safari ya imani na kutazama Yesu, nimesema shika pale, usitoe Kamata kwa imani, kamata kwa imani, shika kwa imani. Moto unatembea, moto unatembea leo, leo hapa, kwa jina la Yesu pokea uzima. Umeteseka miaka mingi kwenye mia afya yako, nishike mkono, nisizame safari, safari ya imani.

tatizo la afya la muda mrefu, kuanzia leo hauna nafasi tena kwa moto wa Yesu aliye hapa. Sema hauna nguvu tena kwa moto wa Yesu aliye hapa. Sema pote, Yesu anakuponya. Amini amini. Sukari ya kipo, maumivu hayapo tena, sema amina na utabariki. Sema kuanzia sasa, sema kuanzia sasa, sema kuanzia sasa, mambo yangu hmm, hayatakwama tena kwa jina la Yesu yadeehaa. Sema kuanzia sasa, maumivu ya kwenye mwili sitayasikia tena kwa jina la Yesu. Sema potea, potea Potea, potea kwa jina la Yesu, potea hey, Mungu amekuponya, Mungu amekubariki. Kama unaamini umepona, mrudishia Yesu makofi ya nguvu. Wapi ambao ulikuwa anasikia maumivu na Mungu akusaidie, na Mungu akuwezeshe. Sema amina na utabarikiwa. Emsema kuanzia leo hii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mambo yangu hayatakwama tena kwa jina la Yesu aliye sema amina na utabariki. Emsema e eh, Bwana Yesu, kuanzia leo hii mambo yangu hayatakwamishwa tena kuanzia leo masikio yalikuwa yameziba, yame, yame, yame lakini baada ya maombi yamezibuka. Yaliziba kwa muda gani? Karibu wiki nzima. Baada ya maombi yamezibuka. Mpe Yesu makofi yenye nguvu kabisa. Nini kilikuwa kinakuuma? Tumbo hapa chini. Kwa muda gani? Tangia jana jioni, na baada ya maombi tumbo limekata, limekata kabisa. Mpe Yesu makofi yenye nguvu. Macho ndio, ulikuwa umevaa miwani kwa hiyo baada ya maombi imepona kabisa. Hebu mpe Yesu sifa na utukufu kabisa, sasa hivi kabisa. Tumbo lilikuwa limenibana jana usiku. Baada ya maombi nimesikia limeachia. Sasa hivi. Mpe sifa Yesu na utukufu. nini kilikuwa kinauma? Mabega yalikuwa, nasikia kama nimebeba mizigo, lakini sasa hivi nasikia mwepesi pamoja na tumbo limeachia, limeachia kabisa Amin. Mpe Yesu makofi ya nyakofu kabisa. Nini kinauma Mi kwa tumbo inanyuma, kila nikimiza dawa tumbo na kutapika, nikinywa chai au kitu chochote ya moto lazima nitapike uh -huh. Na macho, kila nikiingia ibadani yeah. Naona giza tu, lakini kuna maombi ile saizi, naona machozi hayatoki tena. Mpe Yesu sifa na utukufu kabisa, ndio. Nini kilikuwa kinauma? Mimi nilikuwa nasumbulika na tumbo, tumbo lilikuwa kama linatembea, kama lina mtoto, kama lina mtoto ndani hey. Kwa muda gani? Mwaka. Mwaka. Hmm. Lakini nini kimetokea sasa? Naona tumbo limeachia, hebu tumpe Yesu sifa na utukufu. Ehe, nini kilikuwa kinauma? na mguu ulikuwa unaniuma tangu juzi, lakini naona maombi haya, niko salama, umeachia, umeachia. Mpe Yesu makofi ya nguvu kazi. nini kilikuwa kina kuuma, mama? nilikuwa nasumbuliwa na joint zote za mwili, lakini baada ya maombi nasikia nimefunguliwa Umesumbuliwa kwa muda gani? miaka saba, saba. Na sasa leo umepona? Nasikia, nasikia. Mpe Yesu sifa na utukufu. Nini kilikuwa kinakuuma? Mpe Yesu sifa na utukufu. Nini kilikuwa kinakuuma? Lakini baada ya maombi, nimepona. Kwa muda gani? Mungu akusaidie. Mpe Yesu sifa na utukufu. Nini kilikuwa kinakuuma mama? Nilikuwa nasumbuliwa na bega la kulia, bega la kulia. Mm. kwa muda gani? miezi mitano sasa. miezi mitano. Okay. Nini kimetokea? Mpe Yesu sifa na utukufu. Ujaelewa? Mrudishie Yesu sifa na utukufu. Sema amina na utabarikiwa. <laughs> <laughs> Kwa muda gani? Wiki mbili, eh? Nini kimetokea? Imeachia. Mpe Yesu sifa na utukufu kabisa. Eh, nini kilikuwa kinakuuma shingo? Shingo. E. Kwa muda gani? Miaka mingi. Mingi. Mingi inafika mingapi? Mingi sana, karibia hata kumi. Shingo inakuuma nini kimetokea? Sasa hivi naona imeachia. Maana nikimeza mate naona kama kuna kitu hapo. Mpe Yesu sifa na utukufu kabisa. Sema amina na utabarikiwa. Hey, nini kilikuwa kinakuuma? Upande wa ubavu ulikuwa unauma, unachoma kama kuna kitu ndani. Kwa muda gani? Miezi minne. Miezi minne. Nini kimetokea? Uponyaji umepita. Umepita. Hausiki tena kuchomwa Hebu tumpe tena Yesu sifa na utukufu. Sema amina sana. Eh, nini kimetokea ma? Kumpuliwa na mgongo pamoja na pressure. Mgongo nimepona na pressure ninaamini nimepona. Mpe Yesu sifa na utukufu yenye nguvu sana. Sema amina sana. Nini kilikuwa kinakuuma? Mwili wote ulikuwa nauma. Ndio. Nini kimetokea? Baada ya, ya maombi, najisikia mwili wote umekuwa mwepesi. Hebu mpe tena Yesu sifa na utukufu. Ndio, nini kilikuwa kinakuuma? Uh, mguu wa kulia, mguu wa Asa, kulia. Alipokuja hapo alisema kwamba kuna matatizo sugu, ulikuwa unachechemea na, na umekuuma kwa muda gani? Na miezi miwili, miezi miwili. Yeah. Lakini sasa hebu mpe tena Yesu sifa na utukufu. Safi sana. Eh, nini kimetokea Ilikuwa nasumbuliwa na mwili mzima ulikuwa unaniuma sana, miaka mingi na kichwa. Miaka mingi. Miaka mingi. Ndio. Lakini baada ya maombi hapa, kwa kweli namshukuru Mungu. Mwili wangu mwepesi na kichwa kimeachia. Yesu asibarikiwe sana. Ampe tena Yesu makofi yenye nguvu. Taenda kuomba Bwana Yesu kwa unyenyekevu mkubwa. Ninakushukuru, ninasema asante kwa kuponya watu wako, kwa kuinua watu wako, kwa kubariki watu wako. Asante kwa matendo makuu haya kwa namna ulivyoyafanya siku ya leo kwa maajabu. Ni wewe tu Mungu mwenye nguvu, na kurudishia sifa na utukufu katika yote, tunaomba na kuamini amen. Yesu atubariki, Yesu awalinde na mkakae